Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtaamini nikiwaambia kwamba pamoja na kwamba nilikaribishwa kama mgeni rasmi, lakini nililonileta hapa ni kuangalia huu mchezo, na najua nikisema hivyo hakuna mtu yeyote humu ambaye atafikiri nasema uongo ama nawaletea porojo. Kwa hivyo mimi nilikuja kuangalia mchezo huu zaidi ya nilivyokuja kuwa mgeni rasmi. Hili ni jambo la kwanza, na nafahamu mchezo, tumemaliza kota ya kwanza, hatutaki wachezaji wapoe sana, lakini nina mambo kadhaa nataka kuwasema, mawili matatu tu. La kwanza, nataka niwakumbushe kuhusiana na ushiriki wa serikali katika masuala ya michezo. Sisi ambao mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametupa dhamana ya kusimamia sekta ya michezo. Moja ya majukumu makubwa aliyotupa ni kuhakikisha kwamba serikali ina mkono katika kila mchezo, na tunayo michezo sita ya kipaumbele. Mchezo wa mpira wa kikapu na wenyewe upo ndani yake. Serikali imekuwa mdau mkubwa katika masuala ya michezo, mdau namba moja ya hata miundombinu inayojengwa na serikali. Sasa hivi ukiangalia viwanja vya, vya, vya michezo peke yake unaweza kuona kwamba mwekezaji mkubwa katika masuala yote ya michezo nchi hii ni serikali. Na hili niwape ujumbe kutoka kwa Mheshimiwa Rais, ni kwamba halitasimama sasa hivi, tutaendelea kutengeneza miundombinu mingi ya michezo, ikiwamo miundombinu bora na mizuri ya mchezo wa mpira wa kikapu. Moja ya mambo tunayofanya ni kutengeneza arena pale Dar es Salaam, ambayo itakuwa arena yetu ya kwanza, lakini na tutaendelea kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba mchezo wa mpira wa kikapu hata kama tukiwa tunataka kufanya wa kiwango cha kimataifa, kwa mfano tunataka kuhost ball, ni lazima uh, tuna mahali ambapo mchezo ule unaweza kuchezewa. Mama Samia oye! Hilo la kwanza. La pili, nalotaka kuambia ni kuwashukuru wadhamini wetu CRDB Bank na Azam mimi ni shahidi, nimekuwepo toka mashindano ya kwanza ambayo CRDB wamekuwa wakiadhamini hapa, na alikuwa ananikumbusha tulikuwa tunashindana hapa kwa shoti, tumeshawaimbia watu birthday kwenye uwanja huu huu na tunawashukuru sana. Sio jambo jepesi, nyinyi ni benki sio taasisi ya michezo, mnayo mambo mengi ya kufanya kurudisha kwa jamii, lakini mmeona moja ya mambo ambayo mnataka kutushika mkono na kututia joto ni kuwekeza kwenye swala la michezo, na kubwa zaidi mmechukua mpaka vijana wetu hao, wengine mnawasomesha. Hili si jambo dogo, na hongereni sana CRDB, na tunawashukuru sana. Mimi kwangu kule jimboni Muheza, CRDB imenijengea madarasa kadhaa na vyo. Huyu bwana tulikuwa pamoja wakati tunakwenda kuyazindua kwa hiyo, nichukue fursa hii hii kusniki hizo shukrani zangu kwenu, nifikishie salamu zangu kwa Abdul Majid. La mwisho ambalo nataka kusema, niwatie moyo wachezaji wetu. Nafahamu nawajua wengi kati yenu, najua na mnavyofanya juhudi kubwa kuwa wana michezo wazuri na mnavyofahamu kwamba michezo sasa hivi sio kwa ajili ya afya peke yake. Michezo ni kazi, michezo ni ajira, michezo ni uchumi. Kwa hivyo mimi ni watie moyo, endeleeni kufanya juhudi. Serikali yenu inaona, itaendelea kutengeneza miundombinu bora ya michezo, itaendelea kuhakikisha kwamba uh, maeneo ya kuchezea, lakini pia na mazingira yanakuwa rafiki, na kuhakikisha kama mna vipaji kweli mlivyojaliwa na Mwenyezi Mungu, tunawasaidia kutumia vipaji vyenu, mkutane na riski zenu ambazo pengine zimeandikwa kutoka kwenye mchezo huu wa basketball. Ama baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, na niseme sasa michezo hii ya CRDB Bank Taifa Cup 2025 nimeifungua rasmi. Asanteni sana.